Tutailinda ili muweze kupata majibu yenu sahihi. Sisi ni sehemu wapi? Ndio Chama cha Mapinduzi. Katibu wa sisi ya swali la kwanza niliulizwa na nani? Jeremia aliuliza swali la kwanza, aliuliza nini? Aliuliza swali gani? Amepewa notice ya siku 30 aondoke. Kwa sababu ya nini? Haya, Jeremia kwanza njoo chukua ile document yako. Eh, Mheshimiwa DC na serikali, mjumbe wa jumla mliopo hapa, tumepokea baadhi ya dokumenti, tumeziona ambazo zinazoeleza kwamba hii barabara inayoenda Chikola Heka, sasa chiko huko, kuna watu ambao wamepewa notice ya siku thelathini kubomoa, na kama ukiangalia wengine wanasema kwamba walikuwepo kabla, na wengine inawezekana wamekutwa wakiwa tayari barabara ilishatengenezwa kuwa ni makazi ya kupita hiyo barabara lakini wengine wanasema kwamba walikuwepo miaka iliyopita alafu tunamwambia leo siku thelathini, kavunje. Kwangu mimi kama mwenyekiti wa CCM napata ukakasi kidogo kuelewa, lakini najua kwa sababu uko hapa utatupa ufafanuzi zaidi ili hao watu ambao wako maeneo hayo ambao tumeambiwa wavunje ndani ya siku thelathini, hiyo kweli inawezekana, manyumbani kwao kwa sasa amani hakuna. Hata ingekuwa ni wewe Mheshimiwa DC kiambiwa kwa mwa baada ya kokoni eh, changamoto. Lakini najua kwamba serikali ya chama cha mapinduzi chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, ni serikali sikivu na yenyewe taona ni namna gani ya kuweza kutatua tatizo hilo. Lakini wakuwa huko hapo kwa niaba ya rais wetu na wewe utakuwa na majibu na serikali yako. Ningetamani tukaenda moja moja, ili kila mmoja karidhika, na kama unaye mtaalamu wa kujibu naomba umpe, kama wewe mwenyewe basi chukua maiki utupatie majibu ya wananchi. Barabara oye! Makazi hoye! Na sisi je? Ndugu zangu, hili swali ni gumu sana, lakini ni jepesi. Wepesi wa swali hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba kuna sheria inayoongoza haya yaliyofanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ugumu wa swali hili notsi inahusu familia watu watoto, mke na wengine si ndio? Kwao tunahitaji kuwa na busara kubwa katika kutekeleza sheria bila kuathiri makazi ya wananchi wetu Manyoni, oye, oye. Kwa taarifa tulizo nazo rasmi barabara inayotoka Manyoni Chikora Heka Mkonko Sanza mpaka huko Dodoma. Ni barabara inayohudumiwa na wakara wa barabara Tanzania TANROADS. Sasa, kwa sababu wamepewa noti na kwa sababu kuna kilio watu wanatofautiana, aliyelalamika ni mmoja, lakini taarifa za chini tunaambiwa wako zaidi ya watu hamsini ndio kwa hawa hamsini wanatufotea barabara. Tunahitaji sisi wote tulioko hapa, lakini kupata kwetu barabara haina maana tuwaathiri wengine makazi yao, kwa lazima kuwe na uya. Sasa kwenye hizi barabara zilizopimwa, tunachotakiwa kujiridhisha na kwa sababu watu wa TANROADS hawapo hapa, ili kupata undani wa hii barabara inayotoka hapa kwenda mpaka Mkongo, hii ambayo inongerewa. Barabara litabaki kuwa barabara, litaendelea kuwepo kwa sababu wote tunalitumia, lakini kuna watu ambao barabara imewakuta na kuna watu ambao wameikuta barabara, kweli si kweli? Kwa wale ambao barabara imewakuta, wana haki na stahili kabisa ya kulipwa fidia wale ambao wameikuta barabara tuna wajibu wa kuwakumbusha tu kwamba hapa, ndugu yangu, lipojenga ni barabarani, pisha. Kwa hiyo, ana wajibu wa kupokea notes na kupisha barabara. Kwa hiyo, niombe mwenyekiti kiti, katika mkutano wako huu, kwa sababu ni watu wengi, mimi nitawasiliana na wataalamu wa TANROADS, tuangalie hii barabara imekuwa gazeted imetangazwa mwaka gani na vipimo vyake ni ya mwaka gani Alafu tuwachambue ni wapi ili wakuta na wapi wameikuta. Wanaostahili fidia, sisi kama serikali tujipange kufanya evaluation na kuwafidia. Wale ambao hawastahili kupata fidia, tuwataarifu kwamba hamstahili, tuwasikilize na wao kama wana maombi ya kuomba kuongezewa muda, basi tuombe kama serikali tuwaongezee muda ili waweze kutoka taratibu. Hilo nimeeleweka, sijui kwenye ufafanuzi wangu, eh? Kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji kuwa na barabara, wanaomba, mniruhusu mchakato tuanze kuufanya ndani ya siku saba.